Korea Kaskazini imerusha makombora yanayoshukiwa kuwa yalitupwa baharini Korea Kusini na Japani. Uzinduzi huo ni wa pili mwezi huu baada ya Korea Kaskazini kusema ilijaribu pia makombora ya hypersonic wiki tatu zilizopita. Korea Kaskazini imerusha makombora ya hypersonic yanayoshukiwa kuwa yalitupwa baharini, Korea Kusini na Japani zimeeleza katika kile kinachoonekana kama jaribio la silaha kabla ya mkutano mkuu wa kisiasa nchini humo. Uzinduzi huo wa Jumanne ulikuwa ni wa pili mwezi huu baada ya mnamo Januari 4, huku rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung akianza ziara yake ya kiserikali nchini China. Wakuu wa wafanyakazi wa Korea Kusini walisema makombora hayo yalirushwa kutoka karibu na mji mkuu Pyongyang kuelekea baharini karibu na pwani yake ya mashariki yakiruka kama kilometa mia tatu hamsini. Ofisi ya usalama wa kitaifa ya Korea Kusini ilitaka Kaskazini kusimamisha mara moja uzinduzi wa makombora ya balistik ikiyashutumu kama shughuli za uchochezi zinazokiuka azimio la baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Ofisi ya waziri mkuu na wizara ya ulinzi ya Japani pia ilisema Korea ya kaskazini ilirusha kile kilichoonekana kama makombora mawili ya ballistic kuelekea bahari ya Japani, ambapo Japani ilisema yalifikia urefu wa juu wa kilomita 80. Walinzi opwani, wa pwani wa nchi hiyo wakinukuu wizara ya ulinzi walisema yote makombora mawili yaliaminika kuporomoka. Japani ilisema ufyatulanaji wa makombora ya ballistic wa Korea kaskazini kwa mara wanatishia amani na usalama wa nchi hiyo, eneo hilo na jumuiya ya kimataifa. Ufiatuaji ufiatuaji huo wa makombora ya, ya balistiki pia unakiuka maazimio husika baraza la usalama la umoja wa mataifa na ni suala kubwa linaloliathiri usalama wa umma. Shirika la habari la Japani City Press liliripoti kwamba makombora hayo yalikuwa yametua nje ya eneo la kipekee la kiuchumi la nchi hiyo, likinukuu vyanzo vya wizara ya ulinzi. Uzinduzi wa makombora hayo siku ya Jumanne ulikuja siku moja tu baada ya afisa wa Pentagoni, naibu waziri wa ulinzi wa sera Elibri Colby kufika Korea Kusini kwa ziara ya kujadili kuboresha muungano wao wa kijeshi, huku Marekani ikitafuta nafasi ndogo zaidi katika juhudi za ulinzi dhidi ya Korea Kaskazini. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, ambaye alishuhudia majaribio ya Januari 4, alisema anasisitiza hitaji la kuimarisha kinga ya nyuklia ya nchi yake kulingana na vyombo vya habari vya nchi hiyo ikiwemo KCNA. Hivi majuzi, Korea Kaskazini ilitishia kulipiza kisasi kuhusu kile ilichokiita safari za ndege zisizo na za ufyatuaji na Korea Kusini kuvuka mpaka wao mnamo Januari na Septemba mwaka jana. Korea Kusini, hata hivyo, ilikana kuendesha ndege zozote zisizo na rubani katika matukio hayo na kuanzisha uchunguzi kuhusu kama zilitumwa na raia. Wachambuzi walisema madai ya ndege zisizo na rubani yalichochewa na juhudi za Korea Kaskazini za kuongeza hisia za kupinga Korea Kusini kabla ya mkutano mkuu wa chama tawala cha, cha wafanyakazi ambao unatarajiwa kufanyika katika wiki chache zijazo. shirika la la habari la AP mwezi huu Kim Yo Jong, dada mwenye nguvu na mwenye ushawishi wa Kim Jong Un, alikataa madai ya Korea Kusini kwamba Korea Kaskazini ilikuwa ikiacha nafasi ya mawasiliano zaidi baada ya mvutano kuhusu mzozo wa ndege zisizo na rubani. kuhusu ndoto mbalimbali za Korea Kusini zilizojaa matumaini zinazoitwa urekebishaji wa mahusiano baina ya pande hizo mbili haziwezi kamwe kutimia, alisema kulingana na vyombo vya habari vya vyah serikali ya Korea Kaskazini kabla ya mkutano wa chama wa kwanza katika miaka mitano Kim Jong Un aliamuru upanuzi na uboreshaji na uzalishaji wa makombora ya Korea Kaskazini na analenga kuonyesha maendeleo katika maendeleo ya silaha kulingana na ripoti za nchi hiyo. Korea Kaskazini imepigwa marufuku na maazimio ya Umoja wa Mataifa kuzindua ama kupima makombora ya masafa marefu au yoyote. Licha ya maazimio hayo, bado Korea Kaskazini imeongeza upimaji wake wa makombora kwa kiasi kikubwa katika miaka ya hivi karibuni. Wachambuzi wanasema haraka hii inalenga kuboresha uwezo wa usahihi wa kushambulia kutoka kutoa changamoto kwa Marekani na Korea Kusini na kupima silaha kabla ya kuzisafirisha kwenda Urusi. Shirika la habari la AFP limeeleza makombora hayo yalifyatuliwa kuelekea bahari ya Japani ambayo pia inajulikana kama bahari ya Mashariki. Makombora mawili yalitua nje ya eneo la kiuchumi la Korea Kaskazini, shirika la habari la serikali ya Japani site press liripoti likinukuu vyanzo vya wizara ya ulinzi jeshi la Korea Kusini lilipoti kwamba liligundua makombora mengi ya masafa mafupi mafupi yaliyorushwa kutoka kaskazini mwa Pyongyang kuelekea bahari ya Japani. Matokeo ya umuhimu wa jaribio hili litakuwa chanzo cha maumivu makali ya kiakili na tishio kubwa kwa vikosi vinavyojaribu kuchochea mzozo wa kijeshi nasi, Kimu alisema wakati akishuhudia uzinduzi huo. Hata hivyo, picha zilionyesha binti yake Kim, Kim Ju-ae akiandamana naye kwenye jaribio hilo pamoja na Kim Joshik makamu wa kwanza wa mkurugenzi wa idara ya kamati kuu ya chama na Jang Cheng ya mkuu wa utawala wa makombora Yonhapu, iliripoti chombo cha habari cha Korea Kaskazini, huku wakikiri kwamba maendeleo ya mfumo wa kurusha makombora hayakuwa rahisi. Kim alisema jaribio hilo lilikuwa na umuhimu mkubwa katika kuboresha ufanisi wa mbinu yao ya kuzuia ya mashambulizi, wakati hayo yakiwa yakiwanaendelea. Hata hivyo, bado kiongozi huyo wa Korea Kaskazini Kim Jong-un alisema ya nchi yake itafichua mipango ya kuimarisha zaidi mpango wake wa nyuklia katika mkutano mkuu ujao wa chama tawala aliposhuhudia uzinduzi wa hivi karibuni wa silaha za kaskazini vyombo vya habari vya nchi hiyo vimeripoti shirika la habari la Korea Kaskazini lilisema Korea Kaskazini ilifanya mazoezi ya moja kwa moja ya mfumo wa kurusha roketi nyingi ulioboreshwa mbele ya Kim Jumanne ikimaanisha kile ambacho Korea Kusini na Japani zilielezea hapo awali kama uzinduzi wa ya makombola ya balistiki kutoka Korea Kaskazini. Picha za vyombo vya habari vya Korea zinaonyesha Kim akitembea karibu na lori kubwa la uzinduzi na binti yake kijana katika mwonekano wake wa hivi karibuni wa umma na baba yake. Huduma ujasusi ya Korea Kusini ilisema mapema mwaka wa 2024 kwamba ilimchukulia msichana huyo aliyeripotiwa kumpa jina Kim Ju-ae kama mrithi anayewezekana kuwa wa baba yake. KCNA ili mnukuu Kim Jong-un, ikisema uzinduzi wa majaribio ulikusudiwa kuongeza ufanisi na kizuizi cha kimkakati cha nchi hiyo, neno linalotumika kuelezea uwezo wake wa silaha za nyuklia. Hata hivyo, chombo hicho kiliendelea kusema kwamba uhamaji na usahihi wa mfumo wa kurusha roketi umeboreshwa zaidi. Wataalamu wanasema vifyatuaji vya roketi vikubwa vya Korea Kaskazini vinafifisha mipaka kati ya mifumo ya mizinga na makombora ya balistiki kwa sababu vinaweza kuunda msukumo wao wenyewe na vinaongozwa wakati wa wasilishaji Korea Kaskazini imesema baadhi ya mifumo hii ina uwezo wa kutoa vichwa vya nyuklia. Kimu alisema kwamba kuongeza uwezo wa kijeshi wa nchi hiyo ni safu isiyobadilika ya chama tawala cha Wafanyakazi. Alisema mkutano mkuu ujao wa chama, wa kwanza wa aina yake katika miaka mitano, utakuwa ukumbi wa kutangaza mipango ya hatua inayofuata ya kuimarisha zaidi njia ya kuzuia vita vya nyuklia nchini humo. Bunge hilo linalotarajiwa kuanza Februari ni mojawapo ya maonyesho makubwa zaidi ya propaganda ya Korea Kaskazini na linatumia kuanzisha vipaumbele vipya vya kisiasa na kiuchumi. Tangu Disemba Korea Kaskazini tayari imefanya majaribio ya kile ilichokiita makombora ya hypersonic, makombora ya masafa marefu ya kimkakati, meli ya makombora mapya ya kupambana angani. Shughuli za majaribio za hivi karibuni za Korea Kaskazini huenda zilikusudiwa kuonyesha au kukagua mafanikio yake ya uundaji wa silaha kabla ya mkutano mkuu. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.